nabamura bamwaba omogaka bono gonsinyira egento ngokora igo nkogania eserekari enkonye niga akoera esere ki giakorekanete erituko eri omwana oye ase eriete hamilton nyang'agokobwatwa chingaki anyorete abanto mogondo kwabo ituko yago chikobwatwa niga arenge gocha korwa ase arenge korwa ganyorete abanto mbare mogondo barenge na echinyimbo ekero abatebetie batiga ase ayio mbaya tumia baka akwaneirwe nabwate ekesi oyomogarusetie omote abande mbabwate emioro akarusia enyi enyimbo akamwaka bakekaboneka koreng'ana ne amate eye chingaki chiokoni goko oboremo obo jacklint are nkaroro mm -hmm. na nakio baganetie komanya noonye naobotomeki bwechibesa ere komanya echio chiatigarete chisomeria abana aseyomeare university bono iga oyo minto nyang'au iga kwete aire tonyagitaari jenero bokeroka akairwe jenero bosongo lakini akaira na gachaga kuira nsari wono nje ngumiti chibya sabago te banga chi atumike tinya gitari chinyinge na chinta manyiti nyanga wumi ntaka kwa katika aba mukungu na abana lakini bahinga abake abubaga niti baga niti school fees baga niti kuragira baga niti chianga lakini undeta yoko bakonya omwana muno uyo bwatire Hamilton ige so minka gaiga akoende konda kiagira muntu tari nguko ba support

Mutakano yoke kumoberege tiro go somi abana echa yoka tega mete ba go teba ni nondo kumubate siya aso na go abana baye bagosaba ba go sabah serikali mo na bara go sana nenga ne ye eri banyo robo ene buabo kumungu no ya karongo muri kiti tabu ati kendi na rigu sabah no sero umu mpyo itu nera ingiri eka tiringa ne liga umu gambi senior chief no mosani oye

na ende nonye transport ya paara besa chero chiony chiyo piasomo chioyo na kingotebera na eserikari keranche motokonya kingo reporter ya Etaya TV korwaigase ekenyoru gia kenyerere location ya Nyansiongo ebunge ya Borabu Kaunti ya Nyamira inche Felix Nyakundi